Katika hotuba ya kufunga kampeni tarehe ishirini na nane mwezi wa nane ishirini na tano nilitaja mambo ambayo Serikali ingeanza nayo ndani ya hizo siku mia. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya kumi na mbili tangu muhula huu wa pili wa awamu ya sita uanze, tayari tumeshatangaza nafasi za ajira elfu saba za walimu na nafasi za ajira elfu tano za watumishi wa sekta ya afya. Hatua hii ni mwanzo wa kujibu kiu ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Katika hatua nyingine, tunajiandaa kuanza kwa majaribio bima ya afya kwa wote. Serikali Serikali itakuja kwenu, waheshimiwa uh, wabunge, na mapendekezo ya namna ya kufanikisha majaribio hayo, na niwaombe muyaonge mkono mapendekezo hayo ambayo yatakuwa mwanzo wa mageuzi katika upatikanaji wa huduma bora za afya kwa watu wote nchini. Tunadhamiria kuviunganisha vituo vya huduma za afya kidigitali na kuka kuhakikisha vinakuwa na vifaa na huduma za viwango stahiki kwa kila ngazi husika. Tunakusudia kuweka viwango vinavyofanana ili watumiaji wa bima ya afya mjini na vijijini wawe na huduma zinazolingana. Katika hatua nyingine